kutokana na mazingira tuliyoyatengeneza ndani ya, ya chama chetu, umoja mshikamano, kuondoa migogoro ambayo hayana kichwa wala miguu. Sasa hivi tumefanikiwa, tunajenga jengo la makao makuu ya chama chetu hapa hapa Dodoma.